Sasa yapo matukio ya namna hii bado yameendelea kujitokeza katika maeneo yetu. Mwaka jana tulipata taarifa kule Kibati, kule ziko mila za namna hizi ambazo jamii katika kipindi hiki cha awamu ya sita bado wanaendelea nazo, mila ambazo kwa nyakati kama hizi hazina manufaa tena, lakini bado watu wanaendelea nazo. Sisagaa mila hizi za ukeketaji ukiacha yale maeneo ya Kibati, hata katika maeneo yetu yanazunguka, baadhi ya watu wanaweza kawa wanaendelea nazo. Kwa hivyo, vizuri tukaendelea kukemea mila ambayo inamdumaza mtoto. Sisi sote tuwe mabalozi, sisi sote tuwe wa kuhakikisha kwamba mtoto anapatiwa haki zake za msingi. Tumeweza kuwaandaa watoto ambao wamekuja kushiriki kwenye siku yao leo hii kubwa katika mambo ya kutokomeza ukatili ambapo tuliandaa watoto wa shule ya msingi Luhindo shule ya msingi le Sokoine na Mwembeni na Leena. Leena wako maeneo ya mjini. Kikubwa tulichokuwa tunawafundisha ni kuhusiana na haki za mtoto na pia kuwafundisha kuhusiana na wajibu. Ukiwa unataka haki, ni lazima ujue wajibu wako. Kwa hiyo huo umekuwa ni wimbo wetu mara kwa mara kwa hawa watoto na jamii husika, hasa jamii ya kifugaji ambapo ndo ukatili bado ni mwingi unaendelea. Kwa hiyo tumeamua ku, kuwekeza kwa mtoto, tunaamini kwamba ukimfundisha mtoto, akielewa yale matendo anayotendewa ni ya kikatili, anaweza kumbadilisha mzazi na ile jamii inayomzunguka. Kwa hiyo kwa kuanzia, tukaona ni vizuri tukawa tunawaelimisha watoto, ingawa pia tunawaelimisha na wazazi katika mikutano ambayo tunafanya nayo mara kwa mara, lakini kwa kuwa leo ni siku ya mtoto, basi mtoto tulim, tulim, tulimfundisha zaidi ili aweze kushiriki na kujua haki yake na kujua na wajibu wake pia. Nimekuja kuhudhuria hii sherehe ya mtoto wa Afrika. Tunahitaji kupinga ukatili kwa watoto wa kike na katika jamii yetu, tunapinga ukatili ili tuweze kutimiza ndoto zetu kama Watanzania na kuiboresha nchi yetu iwe katika hali ya, hali ya juu na kimaendeleo zaidi. Uwepo wa shirika la Sawa inasaidia kuelimisha jamii ambazo zina zinatenda ukatili wa kijinsia katika, katika jinsi mbalimbali mbali. Katika jinsi mbili watoto kwa, kwa wa kiume na wa kike. Kwa hiyo tunawashukuru kwa, kwa sasa hivi tunaona wameelimisha watu na tunaendelea kuona juhudi zao katika kupinga ukatili wa kijinsia. Shirika la Sawa linatuwezesha ina sisi watoto kupinga ukatili kwa kutoa taarifa na kutuambia tusio na usiri wowote, si ukatili tunaouona kama kupigwa kupita kiasi, kunyimwa chakula na vitu mbalimbali mbali kama mtoto